Ndiyo, kwa sababu kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zinatoa mwongozo kama hivyo ambavyo nilivyokuwa nimekuambia, kwamba kwa, kwa forms e, zilianza kutolewa tarehe kumi na sita. Lakini kama unavyojua tarehe kumi na sita haikuwa tarehe nzuri kwa familia ya Mzee Moshe Ali Tembele. Ndio siku ambayo mzee wetu baba yetu kipenzi alikuwa ametangulia mbele hake. Kwa hiyo nikawajibika kusafiri kwenda nyumbani Tabora kwa ajili ya shughuli za kwenda kumpumzisha mzee wetu, na nikarejea jana. Sasa leo ndio deadline ya kurejesha e, zile fomu pale Shirikisho la Mpira wa Miguu, na bahati nzuri e, Amri Kiemba pamoja na wadau, baadhi ya wadau wangu wengine ndugu zangu walinichukulia zile fomu katika nafasi ya kugombea nafasi ya urais. Kwa hiyo leo hii ndio nimetoka kuirejesha sasa hivi katika Shirikisho la Mpira wa Miguu, ofisi za TFF pale Ilala. Uh, kulikuwa kuna baadhi ya waliochukua fomu wanasema kwamba wamesh, wameshindwa kupata wadhamini kwa maana ya endorsement, kwa sababu wengi ambao walikuwa wakiwafuata tayari walikuwa washawaindozi watu wengine kwako kwa ilikuwa vipi? Aa, ni kweli ni changamoto ndio maana tunasema siku zote huwa bila changamoto hakuna maendeleo na, ni hata wanadamu jinsi tulivyoumbwa tusinge kuwa na njaa wao tusinge kuwa na akili ya kufikiria kwamba tufanyeje ili tutatue changamoto ya njaa kwa hiyo ni kweli kuna changamoto hiyo lakini kwa sababu kanuni sheria na taratibu zinaongozwa na kusimamiwa na kamati e, ya uchaguzi sasa huu ni wakati wa kamati ya uchaguzi, ndio wao watatoa taarifa kwa jamii kwamba kinachoendelea ni hiki, ni hiki na hiki. Lakini sisi tayari tumesharejesha zile fomu. Ndiyo, changamoto hiyo ipo lakini hayo maelezo nafikiri yatatolewa na kamati inayosimamia uchaguzi kwa sababu ndio yenye mamlaka kwa sasa. Na unazungumziaje mchakato wenyewe wa kuchukua fomu na kurejesha fomu? Ah, of course ndio muda ni mfupi, lakini miezi huwa ni mwezi wa nane kwa sababu hata wanakumbuka 2021 uchaguzi ufanyika mwezi wa nane kwa hiyo ee, ndio kwa mchakato kwa muda ndio kwamba ni muda mfupi, lakini siku zote kwenye sheria, kanuni, taratibu, ndo sababu huwa zinakuwa reviewed kila baada ya muda, kwa sababu kila muda huwa una mahitaji yake. Ndio sababu huwa zinakuwa reviewed na kubadilishwa na kuendelea kuboreshwa. Kwa hiyo tuna, kadiri inavyozidi kwenda, naamini tutaendelea kuziboresha kutokana na mahitaji ya wakati huo. Kanuni zinaelekeza uh, kutafuta wadhamini kabla ya mchakato wa uchaguzi au baada ya mchakato wa uchaguzi. Aano, ni kanuni zinazungumza kwamba wakati wa uchaguzi, kinapokuwa wakati wa uchaguzi ndio unapokwenda kuchukua fomu. Sasa lazima kwenye kurejesha lazima uwe na endorsement letter e, kwa maana ya ule e, udhamini wa wanachama kutoka kwa wanachama minimum watano kwa nafasi hizo ambazo tunazogombea, minimum watano, kwa maana vyama vya soka vya mikoa ambayo ndio e, mikoa 26 ya Tanzania Bara. Kwa hiyo ni kitu ambacho E, tu nakifahamu lakini, sasa of course kama alivyozungumza ni changamoto, lakini bila changamoto hakuna maendeleo. Hali ina, inawezekana kuna waliochukua fomu walifanya mchakato wa kutafuta endorsement kabla ya mchakato wa, wa, wa, wa, wa dirisha la kuchukua fomu kwanza. Ah, sasa bahati mbaya taarifa hizo kwa kweli bado sijazipata, ndio maana nasema tunasubiria kupata taarifa kutoka kwenye kamati, kwa sababu ndio yenye mamlaka kwa sasa sisi tunasubiria tu mwongozo, cha msingi sisi tumekidhi kile ambacho unatakiwa kukifanya, kwa maana ya kujaza fomu, ndio endorsement, hata kama umepata hujapata, lakini wao ndio watakaothibiti